Naitwa mwalimu Ludovicky Joseph. Napenda kufanya tafakari ndogo kama taarifa kwa umma juu ya tafakari ya muumini wa kanisa Katoliki kuhusu mwenendo wa baadhi ya viongozi wa kanisa letu wa hivi karibuni. Kumhoji kiongozi wa kanisa sio uasi wala dhambi. Kukosoa mwenendo wa kanisa sio uasi wala sio dhambi na kutoa malalamiko ya waumini katika ngazi yoyote ile ya kanisa ni haki ya kisheria ndani ya kanisa, sio jambo ambalo mtu anapewa kana kwamba ni hisani. Kiongozi yeyote wa kanisa anayewanyamazisha waumini, anayewadhi haki ama kuwatukana pale ambako wanatekeleza haki hii ya kutoa malalamiko au ya kutoa maoni kwa viongozi wao, kiongozi wa namna huyu anakiuka sheria ya kanisa na anapinga na kupotosha mafundisho ya kanisa lenyewe. Kanisa kitheolojia ni watu wa Mungu, kanisa kibiblia ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu mmoja anayeweza akasema yeye ni kanisa. Kanisa ni la wote na sisi wote tunaitwa katika Roho Mtakatifu kuwa mashuhuda wa Injili asiwepo mtu kati yenu wa kusema kwamba yeye ndiyo kanisa au yeye akisemwa basi kanisa limesemwa. Huo sio msimamo ambao ni sawasawa. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo kama anavyosema Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 12. Kwa hivi tunayo haki na wajibu wa kulinda kanisa letu. Taarifa hii na tafakari hii ndogo itufunze kama taifa la Mungu kwamba viongozi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania wasisahau kuona uongozi wa kiroho kwamba ni mamlaka za kidunia. Uongozi wao wa ni wa huduma kwa watu wa Mungu, na wanaitwa kutakatifuza na kulinda umoja wa dhamiri wa Wakristo na umoja wa kanisa. Ninawaalika nyote wakati huu wa Noeli kuungana na Kristo, mfalme wa amani, ambaye yeye amekuwa mwalimu wa unyenyekevu na nawakabidhi viongozi wa kanisa kwa Bikira Maria, mama wa kanisa, ili yeye atuongoze kwa Kristo tuweze kuvuka kama taifa moja, taifa lenye mshikamano na waumini ambao wanampenda.